Katika maelezo yake Mukwana anasema aliitwa ofisini kwa taalamu na naibu wake Samuel Ng'ang'a wakati wa zamu yake na kupewa maagizo, akielezwa kuwa nikimnukuu, kuna maelekezo kutoka kwa DIG Lagat. Kuna mshukiwa analetwa na DCI saa mbili usiku, utaambia mahabusu amshughulikie kidogo. Alipouliza itakuwaje mambo yakiharibika, alielezwa asitie shaka, kwani yeye ni afisa wa cheo cha chini na hana budi kutii. Ukikataa unaweza kujipata matatani, huwezi kataa amri ya mkubwa. Mkwana anaeleza kuwa mnamo saa tatu usiku gari aina ya Subaru nyeusi liliwasili kituoni likiwa na mtu aliyewekwa pingu ambaye baadaye alithibitishwa kuwa ni Albert Ojwang alimpigia simu OCS Talam ambaye alithibitisha kuwa huyo ndiye mshukiwa aliyepaswa kuadhibiwa. Saa tatu na dakika 20 usiku Ojwang alisajiliwa rasmi kama habusu na muda mfupi baadaye mateso yakaanza katika seli ya mwisho iliyo kando navyo. Mhwana anasema alipigwa na wenzake wanne, Collins Ireri, Jill Amiton, Brian Mwaniki na Eric Ndambuki ambao tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Anadai aliposikia kelele na vilio kutoka seli hiyo, alikimbia kuingilia kati akiwa na afisa Kemani. Walimpata Ojwang akitokwa damu mdomoni, akiwa ameketi chini na kulala ukutani, akionekana vibaya. Saa nne usiku alimwagiza naibu OCS Inspekta Ng'ang'a ampeleke Ojwang hospitalini kabla yeye hajarejea nyumbani. Siku iliyofuata, tarehe 8 Juni, Mkwana anasema alipokea simu nyingi kutoka kwa maafisa wenzake wakimuuliza kama amesikia yaliyompata Ojwang alipopiga simu kwa Ng'ang'a alielekezwa amuulize OCS. OCS alipokea simu na kumwambia vitu si mbaya, tuko salama. Lakini ilipofika tarehe 11 Juni, Mkwana aliitwa na Aipoa kuandika taarifa rasmi. Anakiri kuwa alitoa maelezo ya uongo akiamini kuwa walikubaliana kuficha ukweli. Baadaye aligundua kuwa maafisa wenzake walimtelekeza na kumtupia lawama peke yake. Tarehe 12 Juni, akiwa amesumbuliwa na dhamira alirudi kwa iari katika ofisi za aipoa na kuomba kuandika upya taarifa. Mara moja alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill ambako alikiri ukweli wote. Katika hitimisho lake, Muhwana anasema Ojwang hakuwa anafaa kuuawa, ilikuwa ni kumwadhibu, agizo kutoka kwa usi Estalam ambaye pia alipokea agizo kutoka kwa dig Lagat. Pole kwa familia, Mungu awafariji. Wameandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill.